Ndiyo msafiri mimi nilimwangalisha na. E, uh, no. e, mimi niliwaambia, mimi nilisema lakini mimi nikasema hao wanahama chama. Sisi wote tumekuwa wadau wa chama. Lakini kuhama chama sio. Kwa sababu wao kina mwalimu walikuwa wanalipwa mamilioni makao makuu ya chama. Kigaidi la miaka saba analipwa zaidi ya milioni tano. Sasa leo ametoka. Hata kina wengine alipate. Eh, yeah? wanakuwa ndio milioni mbili milioni tatu miaka yote kumi kama ama amepigwa chini mboe, na yeye ametolewa, si fursa kwa wengine pia na wenyewe wapate kwenye chama? Upate miaka zaidi ya ishirini? Blaza ni sawa, mimi najua